Wataharibu kanisa, wataharibu kanisa. Labda labda uniambie wewe, umekuja kwa diwani kupoteza muda wako yes? eh? wewe unaweza kubali ukae kwa diwani kupoteza muda wako? Unaweza kubali ukae ndani ya nyumba ya Mungu unapoteza muda wako kwa mtu ambaye hana mwelekeo? Hapana, uh -huh. E, hatuwezi kubaliana kwa jambo hilo. Hata mimi kama askofu nikisikia kanisa linasumbuka, mahali inaangalianga kwanza historia ya hao viongozi Unajua, viongozi wengine wana history mbaya, na wakati mwingine nyinyi mnatuficha. Kanisa linasumbuka, kumbe misingi ya uongozi ni mbaya. Mzee kijiji hana mwelekeo, mama kijiji hana mwelekeo, makarani wao wana mwelekeo, ukienda sana kwa pasa anakaa kutana kama mzee kijiji wae. Na unajua hiyo ni kasoro kubwa zaidi pasa ukae kama hauna mwelekeo na wewe ni pasa hiyo hiyo, itakuwa ni ibada kweli? Mtu saidie jamini, wakati mnaweka viongozi, wekeni viongozi walio tayari kupeleka kanisa la Mungu mikononi mwa Mungu. Ni kanisa lililo tayari na kanisa lililo na kubariki sana. Haleluya! Yeah, therefore nikiwa hapa Kimeloi ninashukuru na klasta hii nina imani nayo tuitumie kujenga makanisa, kununua viwanja na kuleta maendeleo kama haya ya shule, itakuwa ni jambo ambalo ni mzuri zaidi. Na yule rafiki wetu amesema mada, amefuatilia yeye kwa mambo hiyo ya shule, na nitaunga mkono na tena, tutafuatilia wewe kuona ya kwamba unapata darasa mpya ili iweze kusaidia watoto wale ambao umeng'ang'ana wa JSS katika Kemeloi ADC Secondary School. Sio ni heshima kubwa? Eh, yeah, yeah. Eh, mpende madam na malinde vizuri. Eh, mfanye kazi pamoja, mfanye kazi pamoja na mtaona maendeleo yale ambayo yako hapa katika msingi huu, na mpende watoto, mlinde watoto vizuri katika Sunday School, katika eh, nursery schools, mwalinde vizuri, na itakuwa ni jambo ambalo ni mzuri, ni mzuri zaidi. Kwa hivyo shida hizo ambazo zinatatiza shule hii ni